Ni muda wangu tayari ushafika, nataka kwenda kwenye kupambana na kutafuta riziki, sio? Unajua tena kwa tunafanyaje? Kushukuru sasa, mke wangu, nitakutumia kwa hiyo ya maana, uniamini. Sasa mume wangu, asubuhi, sikia mke wangu, mimi nikifika tu kazini nitakutumia pesa ya kula, wala usijali, niamini basi, basi usichelewe, yaani nikifika nitakutumia la chai na ya mchana mpaka usiku, sawa. Tazimisha. Ah, asante, mke wangu. Uh, basi baki salama. Uh, uh, uh, ah, uh, uh, Ibra, karibu sana, hapo ndo nyumbani, jisikie huru. Sawa eh? Asante <laughs> sana, Kiwangu, ebu njoo mara moja samani eh? Shemeji karibu, jisikie huko nyumbani <laughs> asante sana eh. Mke wangu vipi, chakula ushaandaa? mme -hmm. wangu stoka, usema unanitumia ndo, amna. Mi nasubiri, amna chochote kilichoandaliwa mm -hmm. Unataka kuniambia chakula ujaandaa kabisa, mme wangu? Sasa mimi ningepika nini wakati sina hata mia ndani? Napika na nini? Unajua mke wangu ni mtu mzima sasa hivi, nataka ujiongeze vitu vingine. Sio paka nikwambie. Umeelewa? Ina maana kama tikosa hela ndani ya nyumba au mwatuli kabisa, hata kama mwezi mzima tunakaa na njaa, si ndio hivyo? Sasa mimi hela natoa wapi na nilikuwa nakutegemea wewe? Si sawa, lakini maisha kuna kupata na kukosa. Leo nimekosa, nataka ujiongeze. Wewe ni mtu mzima, nataka ujiongeze mke wangu. Ili jambo kila siku nakwambia. Wewe ni mtu mzima na baraka kwa wao, mke wangu. Sasa nini maana kuwa na mke ndani ya nyumba? Nini maana kuwa na mke? Faida yako iko wapi sasa? Eh? Ina maana mjane anakuja hapo nyumbani kwangu, aondoke bila hata chakula chakula? Kweli, si ni zamu baya hii? Si ni aibu kunikufezesha na mke wangu hii? Kwa nini lakini unataka kutumia akili? Kila siku ya Mungu naongea mimi, kila siku ya Mungu naongea na, lakini unataka kunielewa. Kwa nini? Kwa nini, kwa nini mke wangu eh? Manake nini jamani? Hebu nenda zako bwana, nenda nenda. Ana mke kidogo, ana pumbavu, siyo? Siyo na mke wewe, ile design gani huyo? Si huyu mwanamke wa ukoo gani huyo? Unajua nikuambia kitu Kiukweli kabisa, mimi shughuli yangu nimetumia gharama kubwa sana, gharama nyingi sana eh, mtaambua kuna koti la babu, kuna kilema cha shangazi, kuna sumu kaja ya habibi. Yaani vitu vingi, yaani vitu vingi. Kasi kwamba ukijumlisha gharama zangu ambazo nimetoa, nimetumia milioni tatu. Hivi anavyokuambia. Alafu bado mwanamke ameshinda kutumia akili. Hivi ameshinda kujiongeza kutoa elfu mbili, elfu tatu tu ndani ya nyumba tukala. Kweli? Huyu kweli mwanamke huyu? Kweli? Yaani ili jambo hili nimechoka, nimechoka nimeshindwa kumlia. Huu ni upumbavu, huu ni ujinga na ni upumbavu kabisa, Ibra. Kikweli kabisa, moyo waliopewa wanawake, akipewa mwanaume hata kwa siku mbili tu lazima afariki. Ule uwezo wa kuvumilia maumivu ya kuzaa ndio huwa unafanya uvumilie mambo ambayo anatendewa na wanaume, kiasi ambacho hadi wewe mwanaume unajiuliza hadi hili nalo amenisamee, inawezekanaje? Kama kuna jambo wanaume huwa wanakosea basi ni kudhani kwamba wanawake ni wajinga. Hawajawahi kuwa wajinga, ila wameumbwa na moyo wa uvumilivu uliopitiliza na Mungu aliotengeneza hivyo kwa makusudi. Ni sawa na mwanamke anayeweza kumvumilia mwanaume ambaye kwa miaka kumi anamgusagusa tu bila kumfikisha kileleni, lakini mwanamke yupo tu. Uvumilivu ulioje! Mwanamke anayeweza kukaa na mwanaume mlevi anayempiga ngumi kila kirudi, ila yeye yupo tu. Sio kwamba ni mjinga Hapana, ila ni ule uvumilivu tu. Kasheshi ni pale mwanamke huyu anapochoka, anaweza kakuvumilia miaka kumi, unampiga, anakufumania, umfikishi kileleni, ila siku akisema kwaheri, ule moyo uvumilivu huwa unageuka jiwe gumu, na hata uimbe mashairi ya bado nakumbuka maneno yako utonikimbia utabaki na mimi tena ukara na akiyapo Torati, Biblia, leo sikuoni, hata rudi kabla kufikia stage ya kukuchoka, chonde chonde chonde, kumbuka na yeye na moyo, mpe anacho stahili, usichanganye uvumilivu wake ukazani, ni ujinga itakukosti, ndugu yangu. Tunaogopa kuumizwa wakati tunaumiza wengine. Maumivu unayoapata ukimuza ndio hayo hayo anayoapata unayemuumiza. Usitaki haki wakati wewe watendei haki wengine, ila kaa ukijua kipimo unachowapimia wengine ndicho takachopimiwa wewe, maana kila mwenye mapenzi ya kweli lazima apate jeraha moyoni. Da, kuwa makini sana. Huyo mwanamke unayemliza kila siku, kuna mtu atatokea, atamdekeza, atamjali, atamsikiliza, atampe atensheni, atampa muda, atampa heshima, atamfuta hayo machozi unayomtoa atamuoa, atamzalisha, na watakuwa na familia nzuri yenye furaha. Atalia milele kwa ajili yako, niamini mimi katika hayo machozi mazito, katika hayo maumivu makali, ndipo ataibuka na kumfuta machozi yake. Hisia hazina expire date, ziki expire kwako, mwingine anazi update. Hakuna mtu maalum kwenye mapenzi. Haijalishi utamliza mara ngapi, haijalishi utaliliwa mara ngapi, usipowekeza upendo, ipo siku utapoteza mvuto na utasaulika. Kuwa makini.